Naomba tusikilizana. Tumepita hapa ndani kwa ajili ya kuondoa tu baadhi ya uchafu ambao umekuwa ukisambaa ume, ume, ume, ume, tangu tumeanza kufanya kampeni yetu. Hatukusimama tukiwachafua uongozi upande wa pili, tulikuwa tukisimamia um, na mazuri ambayo tutayafanya katika chuo chetu hiki hatukugusa hata kidogo udhaifu wa upande wa pili. Haikumaanisha kwamba hatukuwa na maneno ya kuongea kuwachafua, tunayo mengi mengi sana, tukayazungumza tukawapaka, wakaonekana wamechafuka vibaya mno, lakini kwa sababu tunajua sifa za kiongozi bora ni kusimama na kuwasema yale mazuri ambayo ya anaweza akayafanya yakaleta mabadiliko, sio kwake tu, hata kwa watu wengine. Kwa hiyo tumekuja kusafisha huo uchafu. Kuna hii, kuna seeti moja imeelea kwamba aa, viongozi wameiba dayari ya mheshimiwa rais ambaye ni, eh, contestant, ama our fellow contestant. So you can imagine, rais anapata muda wa kupoteza diary yake ambaye ndo amehifadhi vitu vyake vya msingi, anatakiwa kuvizungumza. Huo muda anatoa wa kupoteza diary. I I use, I use, I use I work with my diary, kila kitu kiko hapa, ninachotamani kukizungumza chote kiko hapa, ninakilinda eh, kwa kwa ubora. Yaani, yani, usitutafue ukatupa kaza vibaya. Usitugawe wana BSCT. We want to stand as BSCT tukatengeneze legacy nyingine mpya kwenye uongozi huu wa sauti ya Arusha.